Nguvu mpya ya huduma za madini Tanzania. Waziri wa Madini, Anthony Mavunde, amesema kuwa hifadhi maalum ya viwanda iliyoanzishwa katika eneo la zamani la mgodi wa dhahabu wa Buzwagi, wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga, itakuwa kitovu kikuu cha uzalishaji na usambazaji wa bidhaa na huduma za madini katika ukanda wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, The Southern African Development Community, yani SADC. Katika hifadhi hiyo, zaidi ya viwanda 15 vinavyotengeneza bidhaa zinazohusiana na sekta ya madini vinatarajiwa kuanzishwa, huku zaidi ya wawekezaji 30 tayari wameonyesha nia ya kuwekeza katika sekta mbalimbali. Hatua hii inalenga kuchochea uchumi katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, kikanda na kitaifa. Katika awamu ya kwanza, viwanda vitatu vya kutengeneza vilipuzi vinatarajiwa kujengwa ili kuhudumia migodi mikubwa na wachimbaji wadogo, kutokana na umuhimu mkubwa wa bidhaa hizo katika sekta ya madini. Bwana Mavunde alitoa kauli hiyo Jumatatu, Disemba 22, 2025, wakati wa ziara yake ya kukagua eneo la hifadhi ya viwanda ya Buzwagi, wilayani Kahama. Alisema lengo la Serikali ni kuhakikisha fedha zinazotumika sasa kuagiza bidhaa na huduma za madini kutoka nje ya nchi zinabaki nchini na kunufaisha Watanzania moja kwa moja, sambamba na kuvutia wawekezaji zaidi wa kigeni. Waziri huyo alisema zaidi ya shilingi trilioni tano nukta moja hutumika kila mwaka kuagiza bidhaa na huduma za madini kutoka nje ya nchi, kiasi ambacho ni kikubwa kuliko mapato ya kodi yanayokusanywa kutoka sekta ya madini. Katika sekta ya madini, lengo letu ni kuifanya Kahama kuwa kitovu cha utoaji wa huduma na bidhaa za madini kusini mwa Jangwa la Sahara, si kwa Tanzania pekee. Kahama itapitia mageuzi ya kiuchumi pamoja na taifa kwa ujumla, Alisema akiongeza, asilimia kubwa ya migodi nchini kwa miaka mingi imekuwa ikiagiza bidhaa na huduma nyingi kutoka nje ya nchi. Kuna fursa kubwa sana hapa. Ununuzi wa huduma kwa migodi yote nchini Tanzania kwa mwaka unazidi shilingi trilioni 5.1 zaidi ya mapato tunayokusanya kwa kodi kutoka migodi hiyo. Alibainisha kuwa mgodi wa Buzwagi umekuwa kichocheo cha maendeleo na ukuaji wa uchumi wa Kahama na kwamba kufungwa kwake kungeweza kuyumbisha vyanzo vya mapato ya wilaya hiyo. Hata hivyo, kuanzishwa kwa hifadhi ya viwanda kunatarajiwa kuwanufaisha wananchi kupitia ajira na kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi. Kwa zaidi ya miaka 16, halmashauri ya manispaa ya Kahama ilitegemea mapato kutoka mgodi wa dhahabu wa Buzwagi, ambao kwa sasa uko katika hatua ya kufungwa, huku eneo hilo likibadilishwa kwa hifadhi maalum ya viwanda. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TIEZA, Bwana Gilead Teri alisema, uwekezaji huo tayari umeanza kuvutia kampuni kubwa za ndani na nje ya nchi, ambapo baadhi yao tayari wamesaini mikataba ya kuanza shughuli za uzalishaji katika eneo hilo, huku taratibu za utoaji wa leseni zikiendeshwa kwa ufanisi. Alisema: Mwekezaji yoyote atakayeomba kiwanja cha uwekezaji katika hifadhi ya viwanda ya Buzwagi atapatiwa leseni ndani ya saa 24. Lengo ni kuifanya Buzwagi kuwa kitovu cha biashara kutokana na ukaribu wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda, Burundi na Uganda. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Bimboni Mhita. Alisema eneo la Buzwagi lenye ukubwa wa hektari 1333 tayari lina miundombinu mizuri, umeme wa uhakika na vyanzo vya kutosha vya maji, hivyo kutoa fursa kubwa kwa Watanzania kuwekeza. Alisema, Tumejipanga vyema kuhakikisha hifadhi hii ya viwanda inafanikiwa na kuwa mfano wa kuigwa. Tumeweka mazingira rafiki, miundombinu iko tayari, na tunaendelea kuwahamasisha wananchi waje kuwekeza hapa, wakipewa kipaumbele.